Mpenzi rafiki yangu, barua hii ni kwa ajili yako. Najua unaichoka safari na pengine unajisikia kana kwamba maisha hayana ladha tena. Najua maana nimewahi kuwa hapo pia. Kuna siku ambazo kuamka tu asubuhi unahisi kama ni mzigo. Kuna wakati hata tabasamu linakuwa kazi ngumu na kuna saa ambazo dunia yote inaonekana kana kwamba imekupa kisogo. Rafiki yangu, nataka ujue hisia zako ni halali, uchovu wako ni wa kweli, lakini haupo peke yako. Ningependa nikuambie kitu kimoja: hata giza zito zaidi linakimbia mbele ya mwanga mdogo tu wa mshumaa. Wewe ni ule mshumaa. Ndiyo, umechoka, lakini ndani yako bado kuna cheche ya maisha. Chiche hiyo inaweza kuwasha moto mpya. Chukua pumzi moja <coughs> kwa kina, angalia juu. Hiyo ni ishara kwamba bado una nafasi ya kuandika ukurasa mpya. Nimalizie barua hii kwa ahadi moja: kesho ni siku nyingine, na wewe bado unastahili kuiona. Tafadhali, usikate tamaa. Dunia bado inakuhitaji, mimi pia nakuhitaji. Barua hii ni kumbukumbu kwamba thamani yako haipimwi na uchovu wako. Unapendwa, na bado kuna sababu ya kuendelea. Kama ujumbe wa barua hii umekugusa, naomba usubscribe ili uwe wa kwanza kujifunza kwenye kila video mpya zijazo. Pia usisahau kuangalia video zilizopita, maana kuna vingi vya kujifunza. Niandikie chochote kuhusu ujumbe huu kwenye comment na pia na rafiki mwingine. Asante.